Zanzibar mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Kusini Pemba Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa Spika wa, wa baraza la wakilishi, natambua uwepo wa Mama Fatma Karume, wajumbe wa Kamati Kuu ya CCM, wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM, wanachama wa chama cha mapinduzi mliopo hapa, wapenzi wa CCM Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Nami naomba nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika mkutano wetu huu wa kampeni kwa mkoa huu wa Kusini Pemba. Kisha nichukue fursa hii nikushukuruni viongozi wote na wananchi wote wanachama wa CCM wapenzi na kukereketwa kwa uwepo wenu hapa kwa idadi hii kubwa. Hii inatupa imani kubwa kwamba chama chetu kina watu wengi wanaotupenda. Ukilinganisha mikutano yetu na ndugu zetu wale, ni wazi kabisa hawatuwezi kabisa, yaani mwaka huu kwa kweli hawatakuwa na sababu yoyote ya kusema wameonewa, maana mambo yanaonekana mapema kabla ya tarehe ishirini na tisa. Ndugu zangu, leo nimekuja na ajenda chache sana, kwa sababu mengi yameshasemwa na walionitangulia. Kama kawaida, chama chetu, sera yetu kuu ni kudumisha amani, umoja, mshikamano, maridhiano katika nchi. Hili lazima niseme, kwa sababu ndio msingi wa mambo mengine yote. Bila ya amani katika nchi, mengine yote tutakuwa tunazungumza tu, hayatekelezeki. Kwa hivyo, tuendelee kudumisha amani, tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kuondoa ubaguzi wa, wa, wa aina zote. Ni ubaguzi wa kikanda, Unguja na Pemba, kusini na kaskazini, ni ubaguzi wa rangi iwe ubaguzi wa dini, iwe ubaguzi wa itikadi za kisiasa. Alimradi sisi tunataka umoja wa wananchi na amani katika nchi yetu. Hiyo tuendelee kulihubiri, tuendelee kudumisha, na inshallah Mwenyezi Mungu atatupa amani katika nchi yetu, tutafanya maendeleo makubwa sana. Ndugu zangu, nilikuja hapa mwaka wa elfu mbili na ishirini nikasimama mbele yenu kama hivi leo nikasema naomba kura zenu ili nitekeleze yale yote tuliyoahidi kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Sasa leo wala sitosema mengi kwa sababu yanaonekana tumetenda, na kitu kikionekana huna haja ya kusema sana, kwa sababu leo tukizungumzia sukuli, nyinyi wenyewe mmeziona skuli za zamani zimekarabatiwa na sukuli in mpya za kisasa kabisa za ghorofa za msingi na sekondari zinajengwa kila pahala. Mpaka Kojani kuna skuli ya ghorofa ya, ya, ya, ya, ya mpaka katika kisiwa chetu cha Kojani. Kwa hivyo tunachosema hapa ni kwamba tumetekeleza kwa vitendo, iwe kwenye elimu tumetekeleza, na lengo letu kama nilivyosema ni kwamba tunataka tuhakikishe watoto wote wanasoma kwa shifti moja asubuhi mpaka mchana, wanatoka wakafanya mambo mengine, wakasome dili na kadhalika, na hayo tunayakaribia. Mkoa wa kusini Unguja tayari wao wameshafikia lengo hilo, tunaendelea na mikoa mingine kwa kuajiri waalimu kwa, kwa, kwa kuendeleza, kwa, kwa ujenzi wa sekondari zetu na, na shule za msingi za ghorofa, na tutaendeleza yote na matokeo tumeshaanza kuyaona kwa sababu vijana wanaanza kufanya vizuri sana katika mitihani ya form 4 na form 6. Ndugu zangu, kwa upande wa elimu mambo mengi yamefanyika, dahalia ya zinajengwa na, huko tunapokwenda spidi chakuwa kubwa zaidi, kutahakikisha ujenzi unaendelea kwa spidi kuliko ya awali. Sekta ya afya, kama mlivyoona, wilaya zote kuna hospitali za wilaya tutahakikisha sasa tunaanza hospitali ya mkoa, lakini tumeimarisha sana hospitali yetu ya Abdalla Mzee. Hospitali ya Abdalla Mzee sasa hivi, hivi karibuni itakuja mashine inaitwa MRI. Hiyo ni hospitali za kibingwa tu wanakuwa na mashine kama hiyo, ili tuweze kufanya upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo hapa hapa Pemba. Lakini hospitali ya Abdalla Mzee sasa hivi inatoa huduma ya kusafisha damu kusafisha figo, jambo ambalo wagonjwa walikuwa wanatoka hapa kwenda Dar es Salaam kulifuata na gharama kubwa sana. Hayo yanafanyika hapa sasa, lakini hivi karibuni tunakuja na mpango mpya wa hospitali za mikoa yote ili tuhakikishe kwamba tunakuwa tuna kwa huduma bora hapa hapa kisiwani badala ya kwenda India au kwenda nchi nyingine kwa huduma kama hivi.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 unakuja moja kwa moja katika bandari yetu ya Mkoani. Tutapunguza gharama za maisha, tutaweza kuwasaidia wananchi, hususan wanyonge kuweza kumudu ku, ku, ku, ku, gharama za maisha. Ndugu zangu, bandari ya shumba imeshajengwa, tutaikabidhi hivi karibuni kwa waembeshaji ambao wataifanya iwe bandari ya kisasa kwa hiyo tutakuwa tuna bandari ya mkoa wa Kusini, tuna bandari ya mkoa wa Kaskazini. Kwa hiyo biashara kati ya Mombasa na mkoa wa Kaskazini itakuwa kubwa sana, ili nako na tupunguze gharama za maisha, badala ya kutoka kote huku, mzunguko wa gharama kubwa za usafiri, sasa hivi mzigo utatoka moja kwa moja kutoka nautoka Shuma au Mkoani, itapunguza gharama za maisha. Lakini barabara barabara kuu barabara yetu ya Chake Wete kilomita ishirini na mbili zimebaki mbili tu, kilomita ishirini tayari. Katika kipindi cha karibuni hivi tutakamilisha, lakini habari njema